Okay, okay, ladies and gentlemen, karibuni sana katika muendelezo wa somo letu la kwanza. Eh, sasa katika hii video nitaenda kuelekeza kwa kifupi sana terminologies zinazopatikana katika soko letu la futures marketing, eh, kwa kifupi sana na kila mmoja atajua eh, namna ya kuzitumia offer. Kila mmoja sasa hivi anaelewa nini maana ya signal, namna ya kutumia signal eh, na maelezo kadha. Eh, wakadha, hii ilikuwa ni kama kuwasaidia wale ambao hawakuweza kuhudhuria kikao chetu cha jana usiku. Okay. E, tuanze na terminologies ya kwanza ambayo inapatikana katika soko letu la futures. One of the best terminology inaitwa margin. Margin. E, namba moja margin, ni nini hii margin? Tunasema ni dhamana. Sasa kumbuka katika soko letu la futures ni kwamba ni soko ambalo tunachukua mkopo au tunafanya mikataba na exchanges zetu kwamba bwana, soko litapanda, sasa kama litapanda exchange inakupa nafasi ya kutrade na mtaji zaidi ya ule mtaji uliokuwa nao sawa. Kwa mfano una mtaji wa dola kumi, lakini yenyewe inakupa nafasi ya kwamba unaweza ukatrade na mtaji zaidi ya dola kumi. Sasa una leverage. Sasa ule mtaji unaoingia nao sokoni wa kwanza, huu ndio tunaoita margin, sawa. Hii ni ile unaiweka kama dhamana ili kufungua trade. Sasa sasa katika margin, tuna margin za aina mbili, tuna margin ambayo inaitwa ni isolated margin isolated margin, lakini pia tuna margin ya pili inaitwa e, cross margin. Sasa hizi zina utofauti kidogo sawa, zina utofauti kidogo, na ukizielewa e, basi zitakusaidia. Isolated margin, tukizungumzia maana ya isolated, maana yake ni kwamba ni kitu kilichojitenga au kitu kilichojiondoa, sawa. Sasa isolated maana yake ni margin ambayo ukifungua position, mtaji tu ule ule uloingia katika ile position ndio utakao tumika kwa ajili ya kuilinda ile margin sawa. Na ikitokea ile margin imekuwa liquidated, mtaji tu ule uloingia sokoni ndio utakao usika. Mfano, kwa kawaida una total capital ya dola mia moja. Sasa ukaingiza dola kumi sokoni na ukatumia ile margin ya dola eh, margin ya isolated, maana ke only dola 10 zitahusika zita katika ile trade na dola 90, eh, zitabaki kama ezitabaki bila shaka, kwa sababu hii imejaa isoreti. Hizi dola kumi zilizoingia sokoni zimejaa isoreti, lakini kama ni cross margin e, tafsiri ya cross margin ni kwamba mtaji wote au margin yote itaingia katika hiyo e, trade, na ikishaingia ingia kwenye hiyo trade hiyo margin basi wewe mtaji wote utatumika. Hata ukiingiza dola kumi basi zote mia moja zitatumika. Sasa kila moja i, ina faida na hasara yake. Hii inakufanya ulinde mtaji wako lakini hii inakufanya ukae sokoni muda mrefu. Maana yake maji yote kama inatumika, huu mtaji wa dola tisini uliobaki utakuwa na unacherewesha hii sarafu kuwa liquidated au kufikia liquidation price. Sawa, hii ni ya kwanza, lakini kitu cha pili, kuna kitu, kitu kinaitwa leverage. Hichi ni kipengele kinachokuwezesha wewe kutrade na zaidi ya mtaji uliokuwa nao sawa. Kwa mfano wewe ume maana halisi ya kumbuka, leverage mara kumi ni kwamba utatumia mtaji wako au mtaji wako unaongezeka mara kumi ya mtaji uliokuwa nao sawa. Kwa hiyo the way unavyokuwa unaweka times ndivyo kwa unavyokuwa unaongeza una mtaji na eh, maajabu ya soko la crypto ni kwamba ukiingia na mtaji mkubwa faida ni kubwa, ila kadri unavyoingia na leverage kubwa hasara ndio inavyozidi kuwa kubwa kwa, jihadharini na leverage viongozi. Leverage inaweza kukufanya ukatajirika ndani ya usiku mmoja, lakini pia inaweza kukufanya maskini ndani ya usiku mmoja. Kwa kutumia leverage ya kawaida 1X mpaka 5X kwa wewe mbele beginner, lakini kwa advanced unaweza kutumia 5X hadi 20X, ila usizidi hapa, kiongozi wangu na usiwe na tamaa. Leverage ndio inaua watu wengi katika soko, soko letu lakini terminologies nyingine ni Entry price. Entry price hii ni bei ya kuingilia sokoni, shaielezea kwenye signal. Kwa maana yake hii ni bei ambayo eh, unaingia sokoni kubai au kushort, yani kama unataka ku long utaingilia hapa, kama unataka kushort, lakini pia hiyo ndio bei. Lakini terminologies nyingine tuna market price. Market price. Market price. Hii market price bwana ni bei ya makadirio ya soko ambayo inatumika kuhesabu kama utakuwa liquidated a, eh, liquidation yako itakuwa imefika, yani Bitcoin yupo eh, bei fulani, kwa hiyo bei wanaitumia kama ndio bei iliyokuwepo sokoni, alafu wanahesabu kwamba kutoka hapo bei ilokuwepo sokoni either direction ya short au long kwa utakuwa liquidated kwa bei gani. Lakini kuna kitu kingine kinaitwa liquidation. Mm, naomba sasa hapa mnisikilize kwa makini sawa? na kitu kinaitwa liquidation, my dear brothers and sisters, liquidation ni kitendo ambacho exchange ina, inaamua kufunga trade yako ili kuzuia ya liquidation zaidi ya ile liquidation yako eh, uliyoitarajia eh, manake liquidation zaidi ya mtaji wako. Yes, liquidation <todicum> liquidation, manake ni pale ambapo exchange inachukua maamuzi ya kufunga trade yako ili kuzuia kupoteza mtaji zaidi ya margin ulioingiza sokonku. Manake kwa lugha kwa nyepesi tunasema hii ndio hasara yenyewe. Maanake ukiwa liquidated mtaji wako e, umepotea au umechukuliwa kwa ajili ya, ya kulinda e, kuzuia kupoteza, lakini kuna kitu kinaitwa liquidation price. Liquidation price. Maanake kama sasa, liquidation ni kitendo sasa, bei ambayo unakuwa liquidated wewe ndio inaitwa liquidation price. Kwa ukisikia oh, liquidation, price yako ni fulani, hiyo ndio bei ambayo wewe utapoteza mtaji eh, wako. Lakini kitu chingine tu na kitu kinaitwa long position, long long position. Terminologies nyingine Mtu akikwambia bwana nipo kwenye temi, uh, position ya long watu wanashindwa kuelewa. Sasa what is long position? Long position sasa ni ni eh ni ile position ambayo unakubaliana kwamba bei itapanda. Bei ya sarafu itapanda. Sasa unanunua ukitarajia faida itokane na ongezeko la bei. Maana k kama eh unanunua na subiri, kama soko lipo chini, wewe una, unanunua hapa ili likipanda likupe faida. Lakini temi nyingine la nayo tuna short yeah, position eh short position ambao kidogo short position, manake, sasa, position shuka, ni kinyume cha hii. Manake hii unanunua soko likiwa juu kitegemea litashuka. Sasa hii position inayoifungua soko likiwa juu likashuka, hiyo ndio tunaita ni, ni short position dear. Brothers and the sisters of mine. Eh, sasa the next, the next is profit and loss, PNL, profit and loss faida na hasara kwa bei kwa lugha ya Kimakonde. Sasa e, profit and loss ni faida na hasara, kwa tuna profit, hii inaitwa PNL, manake profit and loss. Sawa, sasa hii ni, ni, ni mahesabu ya faida au hasara yako, yani hii ndio inakuhesabia faida au hasara, lakini tuna realized, realized PNL na unrealized unrealized PNL. Sasa realized PNL ni faida ambayo tayari umesharealize yani, umefunga trade na umeipata. Hii ni faida au urusi ambayo umeshaipata baada ya kufunga trade. Lakini kuna kitu kinaitwa unrealized, hii ni ile ambayo bado ipo sokoni, haujafunga yetu trade. Sasa kuna kitu kingine kinaitwa stop loss, stop loss, stop loss e, kiongozi wangu stop loss maana yake ni kwamba, e, ni kile ki kifaa kinachokuzuia wewe usiwe liquidated zaidi, sawa, usiwe liquidated zaidi. Yani maanake ku... tunasema kwamba ni kile kifaa kinachokuwezesha wewe kwamba nakubali hasara kidogo ili kuzuia hasara kubwa, sawa. Hiyo ndio stop loss, inaitwa stop loss. Stop loss. Sasa, kitu kingine kinaitwa take profit. Hapa ni faida hizi zote nisha zungumzia, kwa we don't, we don't go deeper uh, inside so take profit. Lakini kitu kingine tuna order types. Hapa order types kidogo, ni, ni nisikilize kwa makini kiongozi wangu order types. Okay, these order types ni ni aina mbalimbali za kuingia sokoni. Kuna unaweza kuingia sokoni kwa style tofauti tofauti. You can go by market order. Maana wewe uta execute ya kwanza order type ni market order. Market Order. So this market order, you are going to execute the trade kwa bei iliyokuwepo hapo hapo sokoni. This is market order. Lakini tuna limit order. Limit order. This limit order, kunaweka bei unayoitaka na itatekelezwa ikifikiwa. Sawa, so, wewe unaweza kuamua kwamba arongoin on the trade right now, sifungui trade yangu sasa, ninachokifanya na safety orders kwamba ikifika sehemu fulani nunue, lakini ikifika sehemu fulani iuze. Lakini kitu kingine, tuna stop order. Stop order, stop order, what is this order? Hii ni order ambayo ikigusa bei fulani, order inaingia. Yani hii hapa ina act kama trigger. Hey, inakata ina huku na huku, yani ni trigger. Sawa so, maana yake ikigusa katika bei fulani inafungua. Kwa nadhani hizo ndio terminologies ambazo ni za baadhi za msingi, lakini kuna terminologies nyingi zaidi ambazo hizo ni za kitaalamu na tutaendelea kuzizungumzia katika masoko ya active members, katika masomo ya active members na watafaidika wale ambao wanahudhuria vikao kwa wingi. Kwa tuna open interest OEO, kuna funding cut down, kuna volume, kuna liquidation cascade, kuna maker fee, taker fee, eh, lakini pia tuna vitu kama funding light. Funding rate, e, funding rate kidogo ina pesa hapa kama ukijua e, na kiongozi wangu kama ukijua funding rate wewe kupiga pesa ni muhimu sana, yaani utapiga pesa kwenye, ricude, kwenye, kwenye trade, lakini pia utapigwa pesa za kulipwa na exchange kutokana na funding, e, rate. Kwa funding rate kidogo imekaa kiutaalamu zaidi na tutaizungumzia tutaweka somo lake yenyewe funding rate namna ya kuweza kuitumia na kuweza kuikalkuleti e, na mambo kadhaa.